Turithi maradhi kutoka kwa wazazi wetu mm. Tunarithi muundo hii. Hii elimu inaitwa epigenetics, epi means outside Genetics ndo muundo wa mwili wako. Kwa hiyo mfano hmm. kama e, shangazi ana melasma sawa, hmm. maana yake kwamba unaangalia vitu gani vilivyobadilisha genetics au genomic structure, muundo wa huu mwili uathirike na haya mazingira ya nje. Kwa hiyo tunachozungumzia ni mazingira ya nje ndo huenda kuathiri ndani ya mwili wako, ndo unapata hilo tatizo hmm. Kwa hiyo ukishagundua mama yangu alikuwa nakula vibaya, mama yangu alikuwa anatumia vipodozi vikali mm, mama yangu alikuwa navuta masigara mm, mama yangu alikuwa napenda mavyakula ya kukaanga, mama yangu alijiendekeza uzito mkubwa, mama yangu alipata kisukari, mama yangu alikuwa na pumu, mama yangu alikuwa yani, vile vitu maisha vyote eh, wewe ukaviangalia, alafu wewe ukaviondoa kwenye maisha yako mm, utakuwa umelinda mwili wako usipotrei au usioneshe usireflekti magonjwa yale yote yanayotembea kwenye ukoo.